Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa Santi Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku, leo Jumanne, juma la pili, kipindi cha Kwaresma mwaka si wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza, somo la kitabu cha nabii Isaya, sura ya kwanza, aya ya kumi na aya ya kumi na sita hadi aya ya ishirini na somo la injili, somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Sura ya 23 aya ya kwanza hadi aya ya 12. Karibu tusikilize injili. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia makutano na wanafunzi wake akasema, waandishi na mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa, basi yoyote watakayowaambia miashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende, maana wao hunena lakini hawatendi. Wao hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani, mwao wasitake wenyewe kuigusa kwa kidole chao. Tena matendo yao yote kuyatenda ili kutazamwa na watu, kwa kuwa hupanua hirizi zao, huongeza matamvua yao, hupenda viti vya mbele katika karamu na kuketi mbele katika masinagogi na kusalimiwa masokoni na kuitwa na watu rabi. Bali ninyi msiitwe rabi, maana mwalimu wenu ni mmoja na nyinyote ni ndugu. Wala msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni. Wala msiitwe viongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja, naye ndiye Kristo. Naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu, naye yeyote atakayejikweza atadhiliwa na yeyote atakaye jidhili atakwezwa. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Ndugu wapendwa, karibuni tusikilize tafakari ya neno la Mungu, ambapo tupo katika juma la pili la kipindi cha kwaresima cha mwaka C wa Kanisa. Ndugu wapendwa, katika kipindi hiki cha kwaresima ambacho tumekwisha kianza toka Jumatano ya majivu ambapo tulipakwa majivu kichwani ikiwa ni ishara ya toba ya kumrudia Mwenyezi Mungu, kwa matumaini ya kupata msamaha wa dhambi zetu. Somo letu la injili ya leo linatufundisha juu ya kushutumiwa kwa walimu. Hivyo tuombe neema ya Mwenyezi Mungu nasi tusiwe kama walimu wanaoshutumiwa mbele ya Yesu mwenyewe aliye mwalimu mkuu na kiongozi wetu katika maisha ya kiroho ndugu wapendwa, somo la injili linatufundisha juu ya kushutumiwa kwa walimu, kwamba hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani, lakini wenyewe hawataki kuisogeza hata kwa kidole, rejea Injili ya Mathayo sura ya 23 aya 4. Haitoshi kukumbuka kanuni, sheria na taratibu, kueleza malengo, kuonesha kukosekana kwa haki na kutoa mashtaka ya kinabii. Maneno haya hayana maana kabisa hadi ambatane na matendo mema na utendaji wenye ufanisi ndani yake. Mwinjili Matayo anatumia maneno haya kutukumbusha kwamba hata wale tulio na madaraka katika jumuiya taasisi au katika serikali tunapaswa kuishi kwa kufuata utaratibu na kanuni zilizopo mahali husika na siyo kutumia madaraka yetu kuwafanya watu wengine waumie. Pia katika somo letu la leo mwinjili Matayo anatuambia matendo yao yote hufanya ili kutazamwa na watu, kwa hiyo kutanua hirizi na kuongeza matambua, wanapenda nafasi za kwanza karamuni na viti vya mbele katika masinagogi. Rejea Injili ya Matayo sura ya 23 aya 5 hadi aya 6. Hivyo basi, nasi leo hii tunaaswa juu ya kujikweza kwetu, kutaka tuheshimiwe mahali popote tunapokuwa kutaka watu watuone kwamba sisi ndo sisi na bila sisi hakuna chochote kinachoweza kufanyika kwa ufasaha zaidi. Hivyo basi mwinjili anatuasa zaidi tutumie muda wetu mwingi kuwashirikisha watu wengine vipaji ambavyo Mwenyezi Mungu ametujalia katika maisha yetu, na tutumie muda wetu mwingi katika kuwatumikia wengine na sio kutegemea kutumikiwa kwani yeye mwenyewe anasema aliye mkubwa miongoni mwenu awe mtumishi wenu. Kila anayejikweza atanyenyekeshwa na kila anayejinyenyekesha atakwezwa. Rejea injili ya Matayo sura ya 23 aya 11 hadi aya 12. Mpendwa msikilizaji, ukirejelea katika kitabu cha Mtakatifu Yakobo mtume katika barua yake anahimiza kuwa imani bila matendo imekufa. Lejia kitabu cha Yakobo sura ya pili aya ya 14 hadi aya ya 16, na haiwezi kuzaa matunda ya uzima wa milele. Hivyo basi matendo yetu yanene zaidi kuliko maneno yetu, kama walivyokuwa wanafanya mafarisayo na Masadukayo, ambapo wao wenyewe walijiaminisha zaidi kuwa wameshika zaidi imani na wakajisahau kuizihilisha kwa matendo yao ya kila siku na katika maisha yao. Kwa maana matendo yetu huonesha umana na ulazima wa maneno yaliyotamkwa. Mfano, mtu anaposema yeye yeah, amejitolea kutoa maisha yake kwa ajili ya kumtumikia Mwenyezi Mungu, inampasa lazima basi Aoneshe matendo ya utayari katika kumtumikia Mwenyezi Mungu na watu waone kwamba kweli anaishi ile hali ya kumtumikia Mungu katika maisha yake ya kila siku. Hivyo basi leo tuombe neema ya kudumu vyema katika kipindi hiki cha Kwaresma tukiweka imani na matumaini yetu katika kuonesha matendo yetu yafanane na yale ambayo Kristo anatutaka tudumu tukiyafanya katika maisha yetu ya kila siku ili tuweze kumaliza vyema safari yetu ya kiroho ya siku 40 ya kusali, kufunga na kufanya toba na matendo ya huruma, ili katika sherehe ya Pasaka tupate neema na baraka